Ulichokitafuta ndo hicho sasa, umekipata. Ulijuaje kama kuna maji mengine? Naomba unimwagie tena, maana nasikia joto sana. Kumbe hata sio bubu, nakuongea, unajua kuongea. Na kiburi unacho nje ya geti langu. Laiti ningejua mapema, sidhani kama ningekosea. Nguvu zinaisha nashindwa kuhema, kinywa kinashindwa kunena, dharau na masimango yote Mwanangu, nimekuita. Msiba sasa umeisha. Kuna maneno aliniambia mama wako wakati yuko kule lmneo aliyo yapatapata, na nataka niji nihakikishe mwenyewe. Kwa hiyo sasa, mzee wangu, unataka na wewe uje umchunguze kama alivyokuwa anafanya mama, au unataka uje umuone tu? Nataka niji nimchunguze na papo hapo, hata kumuona. Sasa utafanyaje mzee wangu ili asiweze kukugundua? Njia za kuja tazijua. Hilo swala wewe niachie mwenyewe Najua mimi hapo nitafika vipi. Ah. Sawa mzee, hakuna shida. Aya ah, asante. Karibu sana. Mana ee bana, mchele wenyewe unachambua muda mrefu. Nikwambia nichambue mwenyewe unakataa. Mda sio mrefu. Najua kabisa umechoka na njaa. Unajuaje? Nikuona nananja

Nimekupigia, naomba unisaidie jambo moja. Naomba nitumie namba ya senta sasa hivi, ana kesi ya kujibu. Mm, sasa hivi. Asante uja

Simu yako inaita. Ah, yaani manamba yenyewe mapya hiyo, mimi hata siyajui. numasipokeaji simu ngeni kabisa namba ngeni kama hivyo, mm. Sipokeaji ni usikute mtu nma mm. Wengine matapeli haka nakopa kutapeliwa. Hey, yaani unajikuta unapigiwa simu eti halo dada eh. Hey. Mm. Kuna eye nimesahau nikatuma kwenye namba yako. Hey, inaita tena. Okay, binti yangu. Wezekana ni mtu ambaye anakujua. Okay, sikuto ni muhimu kwako. Sawa, ngoja nikupokee. Halo. Halo. Habari? Salama. Aivano. He! Eh, Aivano, niambie. Sasa habari ya huko. Salama, sijui wewe. Sasa sasa nimekupigia ili nikuambie kwamba Leo ninakuja, nimeshajiandaa, nitakuja. Kwa hiyo naomba tuweze kukutana pale hey, nyumbani. Mda gani? Si yani mrefu, nitakuwa nafika huko. Kwa hiyo wewe sio tu muda wowote kuanzia sasa, yaani nakuja sasa hivi. Sawa, haina shida. Basi baada haya, basi poa, poa. hey. Mama, mm. Na wewe kama mchawi vile. mm. Alonipigia mm. ni mtu wa muhimu sana. Nani wewe? Mwanangu, yule mwanaume nilokuwa naishi naye mm -hmm. ndo kanipigia kaniambia niendi kwa hiyo. mm. Mama wewe, huo ubobo wako sijui wali sijui pilau utakula mwenyewe. Unaenda nani? Ah, ndonaondoka sasa mm hivi -hmm. Unaendaje binti yangu? Ana, ushasahau kama ulishatolewa mahali hapa nyumbani? Eh, <laughs> Mama na wewe umeanza tena. Sijaanza mwanangu, ni ukweli kabisa. kama umetolewa mahali haya, kama umeshatolewa mahali nao mwanaume mwingine itakuwaaje? Mama, mimi nilishakwambia hmm. kuhusu yo mwanaume wa mahari mimi simtaki, nilishakataa tangia mwanzo. Hata baba nilimwambia, wote niliwaambia kwamba yule huyo mwanaume simtaki jamani, na nilishakataa tangia mwanzo. Nyie ndo mlinilazimisha. Tulikulazimisha kwa sababu tulikuwa tunajua kabisa huyo mwanaume yuko sahihi kwako, na wala hatujakosea, mimi na baba yako. baada ya ya kuletewa hiyo barua kwanza, baada ya kumuona huyo mchumba na kuletewa barua, tukampenda. Kwani mama, hayo maisha ya kuchagulia na wanaume mpaka sasa hivi hapa alishapita na wakati. Mama pamoja na kuchaguliana kama amepita na wakati, lakini sisi ndo wazazi wako na tuliona ule mwanamume ni wa muhimu zaidi kwako. Bwana Hamisi atakuwa mwanamume sahihi kwako. <coughs> Mama, mimi kwa kweli nilimpenda ndo huyo Aivana, kwa hiyo mimi naondoka zangu. Mama, mimi sitaki mtarudisha, unarudishaje? Ukiona nimekuja huko kwa huyo mwanamume utanikoma, yaani utanikoma. Nitakufanyia kitu ambacho hutakuja kukiamini katika maisha yako. Mjinga mkubwa wewe eh? wanawake wenzangu wote wanazaa watoto na wanakuwa ni watulivu wazaza nao, wambiwa kitu, lakini we husikii, yaani tena hausikii hata kidogo wewe eh? Nimekuzaa binti mzuri, lakini binti, uelewe, unafanya mambo ya ajabu huko mitaani. Unataka nikufanye nini wewe, mtoto wewe eh? Mbona unanichosha? Unataka kunipa pressure tu hapa nilipo eh? Unataka kuniambia mimi, shangazi yako nitamwambieje? au wewe, mchumba wako mimi nitamwambieje? Tena subiri, nakwambia, nakuja hapo sasa hivi. Yaani nitakujia huko huko kwa wewe mwanamume wako, afu nitakukomesha. Nana tu anataka kunivuruga huyo mtoto akonivuruga kabisa, shina hata kuelewa. Mtoto gani, asokuwa na adabu. Hana adabu, hana nidhamu hata kidogo huyu. Mshenzi mkubwa. Kuhakikisha kazi yako. Naona unazidi kunawiri. Ha, ninawiri ni wapi? <laughs> na kwa na. Ni kwa msingi bwana. Asante sana. Nilizika salama bila shaka. Ya, yeah, tunamshukuru Mungu. Tumemaliza kila kitu salama kabisa. Amina. Na hapo tunaendelea. Ni sijambo. Sasa sasa Kabla haujapumzika sana, maana mimi mwenyewe nimefika sio muda mrefu hapa. akijapishana sana, amba ni kuagiza dukani. Mara moja ukanichukulie sausage, eh, waende pale dukani kwa Moshi, ndo anauza sausage nzuri pale. Sasa sijajua ni shilingi ngapi. Yep. Okay. Ila. Ila. Mm. Nina mambo mengi sana ya kuzungumza na wewe. Mambo gani hayo? Mengi mno, maswali mengi mno kichwani. Bado sijapata majibu yake. Kama yapi sasa? Ikuichoki ni, ni mama yako si? Ah, sielewe mi. Nadhani naenda kwanza dukani, alafu hayo mengine yote tutayazungumza. Ay, usichelewe. Aya, ah,

Tunasaidia watoto yatima au wazee wasiojiweza. Sinaongea na wewe chizi. Huyu ni mwenda wazimu kabisa, mba utoki kwanza, unanitia kinyewe, atia kichefuchefu hapa tu yeah, utanitapisha bure. Naomba wa uondoke, waondoke bana. Mzee, vipi? Kaulia ninge uja mwishoni mwa safari mama, kaulia ninge uja mwishoni mwa safari mama, Laiti ninge chua uja mwishoni mwa safari mama. Uja mwisho ni mwa safari mama, laiti ningejua. Uja mwisho ni mwa safari mama, laiti ningejua. Uja mwisho ni mwa safari mama, laiti ningejua. Uja mwisho ni mwa safari mama, laiti ningejua, ningejua.

Karibuni vijana wangu. Asante mama, tumesha karibia. Karibuni sana, asante. Ila kilichotuleta hapa leo nikutaka kujua hatima ya mchumba wangu na ili jambo letu litakuwa limefikia wapi na litaisha lini, maana sasa muda unazidi kwenda, takribani miezi sita sasa mama, na hata Hatuelewi na wala sielewe hivi vitu vinaendaje, na kuna fununu mtaani nazisikia mama. Kuna mambo yanayoendelea na sio mazuri, hayajakaa vizuri kabisa. Kwa hiyo kitu kama hiki kinakuwa sielewi mama, eh. Naweza nikasema kuna ukweli au hamna ukweli ndani yake. Ila kama kuna chochote ambacho kinaendelea, basi nitalifanyia kazi hilo swala. Nitalipata muda sio mrefu, nitapaje? Hmm, haiwezekani mama. Sasa hivi tuna miezi, sijui miezi sita mke hatuna mpaka leo, na tunatakiwa sasa hivi tujue mke tunaye au hatuna, na mali tumetoa mama. Mdogo wangu Lina, tulia tujua huyu ni mtu mzima, ni mama, so inapasa tumpe muda. Kaka wangu naye mzidi kuwa mpole, mama anakuwa mpole sana pia. Mdogo wangu Lina, kumbuka na mali tumetoa, hata kama lakini hatuna budi, huyu ni mtu mzima Lina. Msijali binti yangu, kila kitu kitaenda sawa. Nitalifuatilia hilo swala kadri ya uwezo wangu na mapema iwezekanavyo. Mm. Sawa mama. Hatuna budi tukuelekea kwenye hilo kama ni kweli utafanya kama unavyotuahidi muda huu. Kila kitu kitaenda sawa sivyo? Ah, asante kwa hilo mama. Mm. Sio, hatuna budi kukushukuru. Mm. Asante kwa haya machache ambayo tumezungumza nayo siku ya leo. Hivyo, mm, tunaomba tukuache. Uwe na jioni njema mama. Na kwaheri. Karibu. Karibuni wanangu. Mtoto mimi mwenzenu, sio? Atanifanya nini? Naona atanifanya niwe kichaa. Yaani mtoto ambaye hasikii, yaani hasikii mpaka hasikii tena, eh, Mungu wangu Bado uko hapa? Na maana umeondoka alafu umerudi tena. Sasa ngoja niende ndani, halafu nije hapa Ulichokitafuta ndo hicho, sasa umekipata. Ulijuaje kama kuna maji mengine? Naomba unimwagie tena maana nasikia joto sana. Mbona hata sio bubu, nakuongea na unajua kuongea. Na kiburi unacho. Nje ya geti langu, mzee!